Media. Ukitaka kumwezesha mtoto wa kike au mwanamke ni lazima uangalie katika saiko zake zote. Anapokuwa mdogo tunawaambia nini nyumbani, lakini tuna jukumu kubwa sana la kuwalinda na unyanyasaji na ukatili katika umri mdogo, lakini wanapoanza kubale kuna changamoto nyingi sana pale za balee, tunahitaji kuwajengea uwezo, tunahitaji kuwalinda e, tukahakikisha kwamba wapati mimba za utotoni hawakutani na unyanyasaji wanaweza kuelewa vizuri mabadiliko ya, ya, ya, ya mwili lakini kuweza pia ku, kuelewa tamaduni za kidunia na presha ambazo zinaweka kwenye mtoto wa kike, na tunaona kwamba dunia ni sehemu hatari zaidi kwa mtoto wa kike kwenye balehe kuliko kwenye mtoto wa kiume. Kwa hiyo pale kuna presha ya uzuri, mwanamke aweje, asemeje, atembee vipi. Kwa hiyo tunahitaji uwezeshaji sana, kuwapa ujumbe sahihi ili waweze kwenda katika eneo sahihi. Lakini wanapotoka pale, wanaenda vioni, ni steji ingine inahitaji uwezeshaji uh, tofauti inahitaji kuona kwenye namna tofauti. Wakitoka wataingia makazini, tunafahamu kwamba kazini mwanamama anafanya kazi kazini, lakini pia anafanya kazi nyumbani. Akianza kuwa na watoto, majukumu mengi ya kulea ni ya kwake kuliko ya baba. Kwa hiyo tunapotengeneza sera na mazingira kazini, tuweze kuwatizama katika namna hiyo, lakini tunatambua, kuna kuingia kwenye kuwa mama eh, na kwenda kwenye umri mkubwa, hapo kuna changamoto za mirathi kuna changamoto nyingi za mahusiano, lakini tunaona pia kuna changamoto wanapozeeka, kuna watu wengine wamefikia paka wana, wana, wana, wana shutuma za uchawi na kadhalika. Kwa hiyo uwezeshaji wa mwanamke lazima uangalie safari nzima ya mwanamke, kila hatua, kila stage inahitaji uwezeshaji wa aina yake, kwa sababu pia changamoto zinatofautiana. Mwanamke anapokuwa mtoto ana changamoto tofauti, anapokuwa binti ana changamoto tofauti, anapokuwa mama ana changamoto ana changamoto tofauti. Lakini kama serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya mambo mengi tumepeleka fedha e, kwenye mikopo tumeshatoa zaidi ya milioni 500 kwa kina mama. Zaidi ya asilimia tisini ya kina mama wanajifungulia kwenye vituo vya afya hospitali yetu ya wilaya na vituo vyote vya afya vinatoa huduma ya, ya damu salama. Watoto ambao walipata ujauzito wanaweza kurudi kwenye elimu ya juu, hasa kwenye upande wa sayansi na udaktari. Ambao walikuwa wa, wa, wa, wako nyuma wanaendelea vizuri. Tunafahamu kwamba Dr Samia Suluhu Hassan ametoa zaidi ya bilioni 30 katika katika eneo hilo. Kwa hiyo wito wangu ni kwa wanajamii e, tuwe walinzi lakini tuwasaidie sana wakinamama, wasichana na watoto, uwajengea uwezo katika ngazi tofauti tofauti. Washukuru sana lakini pia nimpongeze mheshimiwa Hawa Mchafu mbunge wetu wa viti maalum ambaye ndio mgeni rasmi wa shughuli yetu hii. Mafanikio yote ya kina mama katika wilaya yetu ya Kibaha huwezi kuyatenganisha na Hawa Mchafu; mafanikio yetu ya serikali huwezi kuyatenganisha na Hawa Mchafu. Namshukuru sana nampongeza, na, na ninamwombea aendelee kuaminiwa. Asanteni sana. Unatafuta viatu bora kwa bei nafuu? Karibu Chotara Corporate Store, duka lako la uhakika la viatu vya kiwango cha juu lililoko Kariakoo mtaa wa Kongo na Raha, ambapo utapata viatu kutoka Uingereza hadi Uturuki. Unapata pigo zile za sherehe za kiofisi na zile za mitoko mbalimbali mbali. Yani kajo iwe uko Dar es Salaam, mikoani na hata nje ya nchi, tutakufikia tu. Brandi zako za kishua kama Clarks, Lacoste na Dior na nyingi gine nyingi zote zipo kwa ajili yako alafu sasa ni pure leather unapata kwa jumla na reja reja. asikwambie mtu bwana bei yenyewe sasa ni kama bure alo boresha mitindo yako ya viatu na chotara corporate store tufuatilie kupitia insta account yetu chotara underscore corporate underscore store au piga simu namba 0768263020